Wasifiowasifiok na wasalimu tena katika jina la Bwana. Hamjambo, siku ya leo ni siku ya kipekee ambapo ninawakaribisha wasikilizaji wangu na watazamaji wangu katika kipindi hiki cha pekee ambacho ni kipindi cha Mwanga wa Maandiko. Katika runinga yako unapata kipindi hiki kila siku ya Jumatano katika runinga ninakualika, unapotutazama, unapotusikiliza, Mungu wa mbinguni ataweze kutubariki. Karibu kwa njia ya kipekee. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha wanaotuongoza katika kipindi hiki cha leo, waweze kujitambulisha majina yao na ndipo tukaweze kuanza kipindi cha leo. Karibuni, nawasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo, amjambo, kwa majina naitwa kutoka kanisa la makao mema Mombasa, nawakaribisha katika kipindi cha leo. Jina langu ni Vincent kutoka kanisa la makao mema. Karibu sana, karibu mwalimu. Mkono wangu wa kushoto tuko naye mchungaji ambaye atakuambia ya majina yake, na ndipo tuingie katika kipindi. Mnaopendwa na Bwana, na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo, hamjambo, majina ni Pastor Julius Mwaniki, karibuni. Asante mchungaji, nami nayenena nanyi kwa majina ni Eva ya Waua, kanisa ni jamaa sote, tumetoka Mombasa. Karibuni. Kabla tuingie katika kipindi, naomba ndugu David ataweze kutuanzia na ombi. Kwa hivyo tuinamshe vichwa kwa ajili ya ombi. Tuamini na tuomba. Mtakatifu na Mungu wetu uliye mbinguni, tunakukuza na kulinua jina lako kwa vile unastahili tunaomba Roho Mtakatifu ambaye ndio mwalimu wetu awe pamoja nasi kuanzia sasa hadi tamati, ni katika jina la Yesu amen. Eh, asante kwa ajili ya ombi. Tunaenda kuangalia mada ya siku ya leo ambayo ni The Genesis Foundation ama mianzo ya asili, na katika mianzo ya asili tunaona ya kwamba mwanadamu wa leo anafikiria na marifa mengi sana na anaona yeye ana ujuzi hata kuliko neno la Mungu. Anapoingia katika kutafsiri biblia anaona ah, kwa sababu mimi nina ujuzi, nina elimu, basi anatumia akili yake kutafsiri biblia, ambazo si sawa. Ukweli wa mambo ni kwamba kila jambo ambalo tunaliona ama kulisoma tangu mwanzo hadi tufike ufunuo limeanza katika kitabu cha Mwanzo ambao ni asili ambayo ni kitabu cha Mwanzo kwenyewe. Kwa hivyo tutumie neno la Mungu tunapoenda kutafsiri neno, na tuliache neno lenyewe lijitafsiri sisi. Sisi tutafsiri tukitumia akili zetu, na hiyo ndio changamoto ambayo tuko nayo leo, kwa sababu watu wanatumia akili zao badala ya kuuliza Roho Mtakatifu aweze kuwafunulia na waweze kujua jinsi neno la Mungu na tunapoangalia katika The Genesis Foundation hakuna uh -huh, kitu kipya tunachokisoma leo ambacho hakipo katika mwanzo. Kila kilichotajwa, iwe ni upendo, iwe ni kifo <coughs> iwe ni ndoa, utapata katika kitabu cha mwanzo, yes. Na tunaendelea tunaona ya kula, kumbe hiki kitabu cha mwanzo ambacho kuna mwanzo wote, usiwe na wasiwasi ndugu mtazamaji, ujue ya kwamba nguzo zote za unabii za Injili ziko katika kitabu cha wapi? Cha Mwanzo. Na ndipo tunaambiwa ya kwamba the principle of first mention ama kutajwa kwa kwanza kwa jambo lolote katika maisha, katika maadili yote yamepatikana katika kitabu kile cha Mwanzo. Na ndipo ameandika pale juu the principle of first mention, ameweka mabano kumaanisha kuwa tukaweze kukagua na kuangalia huu um, mwanzo ambao unatajwa ambao ni wa Mungu na ni Mungu mwenyewe ambaye hapo mwanzo kulikuwa nane anayi. na naye neno alikuwa kwa alikuwa hivyo, tunaambiwa Mungu habadiliki hajawahi kubadilika wala hatabadilika. katika E, tunapoangalia katika kile kitabu cha Malaki tatu hmm, fungu la sita tunaambiwa Mungu habadiliki na hatabadilika hmm, wala anayoyataja hatayabadilisha kame ukienda hmm, kitabu cha Isaia arobaini fungu la kwanza hadi la nane majani ya kondeni mnyauka, huwa mnyauka, lakini neno la Mungu litadumu. Jua kuwa kila neno ambalo Mungu amelinena lina hakika na litakuwa na litatendeka. Bwana Yesu atusaidie, uh, ili tunapolisoma ile neno tujue ya kuwa ni neno litajibu nilele hadi Yesu atakaporudi mara ya pili. uh, <laughs> kuna jambo ambalo ningependa ni niliongezee kidogo katika yeah, sehemu ya kwanza. Yes. Uh, tunaangalia, tunaona mianzo halisi tu. Tunapoangalia katika mianzo halisi tunaona kwamba Mungu aliumba vitu vizuri vya kupendeza. Mm -hmm. Lakini katika vitu hivyo alivyoviumba vya kupendeza. Mm -hmm. Tunaona shetani naye amejipenyesha katika hayo maneno. Mm -hmm. Shetani amejipenyesha ameingia. Mm -hmm. na alipoingia taweza kusoma zaidi, tutaona vile ambavyo shetani anaingia katika bustani mwa Edeni na akaweza kuleta matatizo ambayo tunayaona mpaka leo mm. Ndipo unaposoma katika kitabu cha Yohana moja fungu la ishirini na tisa inasema kwamba mwanadamu, ukombozi wake unatokana na mwana kondoo mm. Anasema tazama mwana kondoo wa Mungu achukuaye mm. dhambi za ulimwengu. So mwanzo ulikuwa ni vizuri lakini mianzo mzuri tunayoiona tunaona pia Shetani ameingia katika mianzo hiyo, akaleta matatizo ambayo, katika matatizo hayo ama katika vita hivyo, ndivyo vitakavyo kuwa ndio msingi um, wa lesoni ya juma ya, ya, ya, ya hili kuangalia vile vita vilivyokuwa nani mwanzilishi, mwazilishi wa vita na kwenda namna hii. Asante mchungaji kwa hilo, mwalimu Vincent, tuchukue sehemu inayofuata hmm, tukaweze kuelewa kunini unaoendelea. Asante sana mwalimu kwa nafasi. Tunaendelea kuona mianzo uh, hasili mm. jambo lolote ambalo linatokelezea kina mwanzo mm. na ndipo tunasidi kuangalia mm -hmm. na tukiona katika sehemu hii tunaona upendo, kuelewa upendo wa Mungu mm. na kabla hatujajua upendo huu ni wapi ilitajwa mara ya kwanza, kwa maana tunaona mahali jambo lina lilianzia. Ndivyo ni mianzo uh -huh, na ni muhimu kuelewa upendo wa Mungu tunapoendelea kuangalia unabii, na tunaona jambo ambalo inafuruka upendo ya Mungu ni kitu, kuna kitu inaitwa binafsi uh -huh, na kiburi uh -huh, ikiingia ida, hiyo si upendo tena uh -huh, inakorekeka, lakini uh tuweze tuelewe jambo hili -huh, zaidi, mpea msikilizaji, ni kwamba tukiona katika kitabu cha Mwanzo uh -huh kitabu cha Mwanzo ishirini na mbili naomba uh -huh, nisome tu haya moja ishirini na mbili haya ya pili uh -huh, ama haja ni haya ya kwanza na ya pili tu, ikasema uh -huh, ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu, akamwambia e Ibrahimu, naye akasema mimi hapa. uh -huh, akasema umchukue mwanao mwana wako wa pekee umpendae. yeah. naomba ushikilie jambo umpendae, jambo yeah. upendae inaendana na ni jambo la upendo, ndipo maana tunaona kuelewa upendo wa Mungu, tukaona Ibrahimu alipoambiwa na Mungu mchukue mwanao wa pekee posemapekee moja tu, hakuna lingine, huyo huyo tu na yeah. Mungu yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. anamwambia mshike yeye yeah. na mwende mpaka mlimani utolee, uh, kafara yeah. na tunaona jambo hilo la upendo ikatachwa pale maa yeah. yeah. yeah. ndipo tunaposidhi na kuangalia jambo hili, tunapoona jambo hili ni hmm. kwamba ijapokuwa imetajwa pale mara ya kwanza, ni hmm. kwamba tunaona inaendelea kuzungumziwa katika jambo hili tukiona katika kitabu cha Yohana tatu kumi na sita hmm. inazungumzia kuhusu jambo hili lasema, kwa maana jinsi hii pendan eu a jambo la ajabu sana kuhusu hmm. upendo huu na tukaona ikaendelea jambo hili katika kitabu cha Mathayo tatu kumi na saba ikasema, sauti ikatoka mbinguni na ikasema, tasama mwana kondoo mwana, mwana mwanao naompendezwa mwana, na nao mm. tukaona jambo hili i mm, jambo la ajabu kuelewa upendo wa Mungu mm, katika unabii ni jambo la muhimu sana kuna jambo ningependa niongeze tu moja mbili, mwalimu, kuhusu mm -hmm. huyu Ibrahimu yes. aliambiwa nenda, mm -hmm. mm -hmm. ati sauti ya Mungu na akaweza akaenda. mm -hmm. jambo la pili mm -hmm. na Abrahamu Ibrahimu ni mcha Mungu ambaye ana imani mm -hmm. utoe mwanao wa pekee mm -hmm. na tunapozungumza hilo, tunajua tatizo ambalo alipitia hapo nyuma akitafuta mtoto lakini, mm -hmm. e, akawa na imani ya kwamba hata Kima. Kima nikimtoa, hata kama atakufa, Mungu atamfufua. Haleluya! tukaona ya kwamba jambo hili inajenga msingi kubwa, na ndipo ikatuonyesha ya kwamba pia Mungu alitupenda, na ndipo alimtoa mwanao wa kipekee huyu Yesu. Asante, asante, asante kwa siku hiyo ambayo inatuonyesha upendo, tuone upendo wa Mungu jinsi ulivyo mkuu mama wa pekee ambaye hata lakini, yeah. Akimikumbuka mwana wa pekee wa Mungu, yes, ni Yesu yes. Ambaye anakuwa anamchukua nofu mm. mm. na dhambi za boy yeah. Ndio fungu la kukariri ambalo tumepewa tunapangalia, yeah. sehemu inayofuata tunaona, yeah. kwamba kuna swali yeah. yeah. mwana huyu ambaye anakuwa aende apeleke kutolewa kafara yeah. Wametembea kweli na baba wametembea na watumishi yeah. yeah. wametembea na kuni na moto yeah lakini no, hajaona kondoo yule anaenda kutolewa kafara, na mtoto anamuuliza yeah. Baba yeah. moto tunao yeah. kisi tunacho, kuni tunazo yeah. so, lakini yuwapi mwana kondoo anaenda kutolewa kama kafara? yeah. Swali so, hili sasa so, anamuuliza baba yake. Na ajabu, angalia Abrahamu anavyomjibu mwa Abrahamu anamwambia Mungu atajitolea mwenyewe kafara. Umesikia hilo jibu Abrahamu ametoa nilikuwa na imani ya kuwa Mungu ndiye amenipa mtoto huyu nikiwa mzee, na amemtaka nampelekea, nainamtoa na ninapomtoa. Imani yake ilikuwa kuwa hata akipa leo bado Mungu ana uwezo wa kunipatia mtoto huyu huyu, amfufue ama amrudishe kwa amrudishe tena kwangu. Baba anajua mataifa na leo anataka mtoto, na ndipo sasa tunaona basi, sasa hapa mwana kondoo wa Mungu ambaye hapa ni Isaka bado tunaambia Yesu ndiye atakuwa substitute yetu mm -hmm. kwa ajili ya dhambi. Hapo ndipo nafasi hiyo ya swali hilo mm -hmm. ambalo limemtia Abrahamu mm -hmm. anayeenda kumtoa manao wapekee ampendaye peane mm -hmm. nafasi kwa mwalimu wetu mambo leo kununi alipata katika sehemu ile alipokuwa anapitia ufafanuzi wa maandiko. karibu mwalimu mambo leo. Eh, asante sana mwalimu kwa nafasi hii. Kipengele ambacho kinafuata ni kushughulikia tatizo la kifo. Pia katika mianzo vile mwalimu amepita kutangulia kusema kifo pia kinatajwa katika mianzo. Mm-hmm. Na tunaona ya kwamba eh, kifo Mm. si kulingana na vile sisi tunachukulia a siku hizi watu wanasema kwamba ki mm. Mm. Wa si si kifo ni, ni sehemu ya maisha yani, ni kawaida, It's part of life, lakini mm. sio hivyo tunaona mm. ya kwamba kifo eh, ni mshahara wa dani okay. ni gharama okay. ambayo tunalipia mm. kwa kumwacha Muumba wetu yani okay. kujiondoa katika yule mwanzilishi wa uzima mm. ama wa maisha yetu ama mwumbaji wetu ukisoma katika kitabu cha Mwanzo mbili kumi na tano Mungu anapoupa Adamu na Hawa naweka katika shamba la Edeni na anawaambia ya kwamba katika hii miti ambayo iko katika shamba hili uh, uh, lakini ule tu mti wa ujuzi wa mema na mabaya ndio na wakila uh, wanaambiwa uh, kwamba watafanya Mm. Aare ndio kifo hata ni mwazakufa mm, na hapo ni mwanzo, na tunaona yeah. yes. na na ya kwamba baadaye jule sasa ambaye ni Ibilisi yes, anakuja naye, anakuja na mawazo mengine, anakuja anawaambia ya kwamba hamutakufa, mtafanana na nanibao ni na tunaona ya kwamba wakati hawa wazazi wetu wameanguka katika dhambi hiyo na kifo na tunaona sio hao wanaanza kufa mm, wanashuhudia yeah, yes, wanashuhudia tukisoma katika kitabu cha ja hiyo Mwanzo nne ukianzia mm, mstari mm, wa nane kwa sasi, hawa wanashuhudia kifo cha mwana wao, ambapo kifo cha mwana ni kichungu. Yes. kwa dara, mwana ndiye azike mzazi, mtoto ambao ni mchungu. Na tunaona ya kwamba shetani alianzisha haya hii uongo ili tuweze ku, kuamini, ili aendeleze ule uogo ambaye mm, aliweka pale mara mara ya kwanza, lakini mm, tunaona ya kwamba kupitia kwa eh, kwa mtumishi wa Mungu ambaye ni Paulo katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza kumi mm. na tano ukianzia mstari wa kumi na tano anasema ya kwamba imani yetu itakuwa yani, tunatakuwa tunasema uongo, ili mm, ikiwa wafu hawafanyi, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. na kiangalia kitabu cha eh, eh, ufunuo huu Ufunuo wa Yohana moja kumi na nane. Naomba nisome hii, inasema ya kwamba na aliye hai na aliye hai u e, nami, nami na aliye hai nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai tena hata milele na milele nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Sasa huyo ni Yesu Kristo mwenyewe ndiye aliye na funguo ya kifo. Kwa hivyo, ukishughulikia tatizo la kifo, mtazama naye Yesu Kristo, yeye ndiye aliye na funguo ya uzima wa milele. Kwa hivyo, hilo tatizo tukirejea ya kwamba kisha tatuliwa, ndio sasa tutaendelea vizuri na hata kujifundisha ameza Amina, asante mwalimu. mambo leo kwa hiyo, kwa hivyo unatuambia kwa maneno mengine ya kwamba sisi tulikuwa nitusipe katika hiyo mianzo, asili mpango wa Mungu ulikuwa mwanadamu asie ausi eoni le saa mtu mzima kwa milele ulikuwa baa, lakini walipoasi kwa kufa tunakufa k isik. katika sehemu ama kipengele ambacho kinafuata, tutamkaribisha mchungaji kuchukua sehemu yeah, ile asambie yapi ambayo wamaweza kuyapata katika sehemu. Ah, na wasalimu, mjambo. Bwana Yesu asifiwe. tenaresi ya leo ni lesoni nzuri sana um. mm. maana inatuonesha jinsi ambavyo ah, Mungu anaumba vitu vizuri um. na baada ya umbaji mzuri shetani anajipenyesha hapo ndani. Aa, lakini ukiangalia upendo mkuu wa Mungu ndio unamfanya Mungu anamtoa mwanae wa pekee ambaye alikufa kwa ajili yetu ambao kitabu cha Yohana moja ishirini na tisa inasema, tasama mwana kando wa Mungu aiukuae dhambi aiaikwae dhambi za ulimwengu. So tunapoangalia hivyo tunaona kwamba Mungu anajali sana hii dunia. Mungu anajali wakaaji katika dunia mm -hmm. Mungu anakujali wewe msikilizaji, anakujali yes. sana Yani uh, ijapo kuna matatizo yapo, lakini Mungu anajua matatizo haya uhu. Wakati ambapo tunapomlilia Mungu na kumwamini Mungu, atatutoa kwenye matatizo haya, tutakuwa na matumaini katika maisha haya na maisha yanayokuja uh. Napoangalia katika mtazamo wa Mungu vile ambavyo amemtoa mwanawa pekee, tunaona kwamba hata kuanzia Eden kulikuwa na hitaji la damu uh. Katika kitabu cha uh, Kutoka kumi na mbili fungu ra la kumi na tatu Biblia inatuambia kwamba ili Mungu akomboe wa wana wa Israeli kutoka Misri mm. Ilikuwa aliweza kuwaagiza kuwe na damu wachinje wa kondoo mm. na waweke damu katika mimo ya milango hata mm. Wa wa Misri waliofanya wa hivyo mm. Wa walipoa mm. Lakini wale ambao hawakuweka damu hata kama ni Waisraeli waliangamizwa mm. So malaika alipokuwa anatoka kuangamiza akiona damu anapita mm -hmm. nyumba inakuwa na amani mm -hmm. na hata leo tunatumaini la pekee tunapoamini kwamba damu ya Yesu ina nguvu hata leo mm. kwa damu ya Yesu napipo yanaondoka. Amen kwa damu ya Yesu tunapata amani na tunapata ushindi na nguvu za giza zinashindwa, kwa hiyo damu ya Yesu Kristo. Amen. Uh, katika jambo ambalo mwalimu Eva wa Mboa ameniuliza kuchukua ni sehemu ambayo pia ni sehemu maana sana ya muhimu sana, uh, katika sehemu ambayo inayofunzia kuhusu neno joka. uh, uh, shetani ametajwa kwa majina mengi. Uh, uh, so shetani katika kitabu cha Ufunuo kumi na mbili kusoma kumi na mbili fungu la tisa shetani ana jina la, la shetani lenyewe ana jina la joka, ana jina la Ibilisi, ana jina la e, mstaki wetu hmm. Yani ya ana majina yeye so, so, eh, audanganyaye ulimwengu yeye pia anaataja kama mdanganyifu uh, yes. So nataka tu nisome fungu la Ufunuo kumi na tatu fungu lake la pili ili tukaweze kupata ufafanuzi tuka, zaidi katika sehemu hiyo. Anasema aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu, Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Huyu ni Yohana, anaambiwa kwamba maneno aliyoyaona aliyoshuhudiwa na Mungu ndio anataka kutufunulia sisi ambao tunaishi katika nyakati hizi. Katika fungu la tatu anasema heri asomaye na wao wayasikia, wayasikiao maneno ya unabii mm -hmm. na kuyashika yaliyoandikwa humu, kwa maana wakati huu karibu sasa. Maandiko yanasema kwamba Mungu anatueleza maneno haya ambayo Yohana ya, alipewa na Mungu kupitia mm -hmm. yes. yes. kwa kwa Yesu Kristo, maneno haya ambayo yaliyopewa anasema hapa vizuri kwamba heri asomaye mm -hmm. na kuyaelewa maneno haya, kwa sababu wakati huu karibu. Uhum. Tunaishi nyakati ambazo ni ni ngumu, ambazo zinaonyeshwa kwamba dalili za kurudi kwa Yesu zimekaribia, na kwa sababu dalili za kurudi kwa Yesu zimekaribia hivyo, ni muhimu sana tusome unabii. Unabii umefunuliwa hautafichwa bado, katika unabii ndio tunaona ile vita kati ya ibilisi ambayo ilianza bustanini mwa Edeni pita kwa yule nyoka anayemdanganya Hawa na pia vile vile, hizo vita bado vingali vinaendelea. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo tatu moja mpaka tano, unaona vile shetani ameingia, anasema anaanza kwa kusema, uliambiwa usile mti kutoka kwa mti huu wa mema wa ujuzi wa mema na mabaya. Akasema au anamwambia la hasa, tuliambiwa tule matunda yote, lakini wa mema na mabaya ujuzi wa mema na mabaya tusile. mm -hmm. Eo si kila mtu tulikatazwa tusile, bali ni ule kwa ujuzi wa mema na mabaya. Alafu satani anamshawishi kumwambia kwamba utakapokula kutoka kwa huu mti Mungu mm hakutaka -hmm. ufanane naye na utakapokula utafanana na, na, na, na Mungu na Mungu so akamshawishi kiasi hicho mpaka awa akaweza kula na hatimaye akampelekea nani? Atampelekea mumewe. Unapoendelea kusoma ile fungu, ukiendelea mbele utakuta kwamba Mungu alitangaza vita kati ya choka ambaye ni Ibilisi na nani, na mwanadamu. Na vita hivi ndivyo hivo hivo ambavyo tunavyoendelea kujifundisha, hata unaposoma katika kitabu cha Ufunuo kumi na mbili, sura kumi na mbili, kuanzia mstari wa kwanza mpaka tisa, unaambiwa kwamba kulionekana kulikuwa na vita mbinguni eh. Jeshi la mbinguni linapigana na choka mm. Na yule choka uh, kwa sababu uwezo wake ulikuwa ni mdogo hakuweza kushinda katika vita vile mm. Bali yeye alirushwa kutoka kule juu mbinguni Kaka, na akarushwa mpaka akaingia katika dunia, katika dunia hii mm. Na unapoangalia vita ambavyo anavyopigana katika kitabu cha Ufunuo kumi na mbili, ni kwamba wakati ambapo Yesu anaposaliwa mm. Shetani yuko Okay, akajua Yesu akisaliwa kanisa linasaliwa. mm -hmm. Anajua kwamba Yesu anaposaliwa sasa, kuna ile ile Yesu akiwa ni nuru mm -hmm. na hiyo nuru ndiyo shetani hakuitaka ndiposa mm -hmm. unaona kwamba katika vita hivyo Mungu akamtetea Yesu anaposaliwa Akamchukua mama yake na baba yake akamwambia, nenda Misri mkae huko mpaka hmm. kipindi Heroda atakapokufa hmm. iposa ndio yule Yesu ana ana anarudi hmm. So tunapoangalia cha msingi katika fungu hili ni kwamba vita vingali vipo, vita vilivyoanza bustani vipo hmm. na hata leo vita vipo, maana unaona kwamba shetani ameingia hata ndani ya, ya makanisa hmm. so kwa muhtasari ni kwamba unapoishi kama mwanadamu kama Mkristo, fahamu kwamba unapomjua Mungu mm haimaanishi -hmm. hautapata majaribu mm -hmm. haimaanishi kwamba wewe hautaweza kujaribiwa. Majaribu yako lakini, ukimtegemea huyu Yesu ambaye ndiye nuru ya ulimwengu utashinda. Amen eh, amen. Asante Mchungaji. Kwa hao watazamaji wetu, pengine kuna swali ningetaka ku uuliza ama changizo ya kuweza kuongeza wakati distansa. na na ni sasa napeana nafasi. majina ni mgavu ya msingi jamaa Mombasa. nimetaka tu kuchangia mada madogo ya kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye karimu na upendo alioonyesha pale katika shamba la Eden kwamba baada ya kufanyika kile kitendo inaonekana ndio hiyo hiyo ambayo inaendelea katika tendo la kumpenda Ibrahimu na kuweza kumwomba aweze kumtolea mtoto wake sadaka, na kitendo hicho, ukarimu ile aliyokuwa nao Ibrahimu ni kwamba aliweza kumtambua Mungu wetu, ambapo na mm -hmm. sisi leo hii lazima tuwe na moyo ule uliokuwa na Ibrahimu kwamba Mungu ndiye anayetupa vyote na e anapopitisha, na tuwe tayari kuweza kumpa Mungu wetu, kama hata kama ni mtoto, na hata sadaka zote inakusa sadaka zote katika matoleo yetu, katika kati mapato yetu, hebu tuweze kumtolea Mungu, ili kwamba kazi ya Mungu iweze kuendelea. Vita ni kati ya Mungu na Shetani, lakini Mungu anabaki kuwa mshindi siku zote. Na upendo wa Mungu wetu ni wa dhati, si ule wa kujipendekeza. Upendo wa Mungu kwa mwanadamu ni upendo wa dhati. Kwa hivyo tujue kuwa tangu mwanzo Mungu ametupenda, ataendelea kutupenda. Je, sisi tunampenda? ili waweze kupata mafundisho haya kila yanapotokea